Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, wanawake magharibi mwa Uganda wafunguka kuhusu hofu ya ukatili mtandaoni. Mimi siku hizi hata siwezi nikateke picha yangu nikapost kwa hii simu au nikatia nika kwa akaunti yangu, sababu unaenda una post picha yako, au saa zingine umepost picha ukaandika vitu mwenye uko ndani maana ule nawacha ile meseji ya maana, anaanza kuona ile picha yako, anaanza kukutusi, anasema hasa, uona huyo kichwa kichwa yake pani paniho mzuri, uona nguo mwenye ameshava. Na leo katika kujifunza lugha ya Kiswahili tunabisha hodi Chuo Kikuu cha Nairobi Kenya, kupata ufafanuzi wa methali karibu ambatana nami hadi mwisho. Ni Jumanne ya tarehe pili ya mwezi Desemba mwaka elfu mbili ishirini na tano siku ya kimataifa ya kukomesha biashara ya utumwa. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa Umoja wa Mataifa New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Arnold, naanzia Afrika. Watu takribani elfu moja wamekimbia makazi yao kaskazini mwa Msumbiji ndani ya wiki mbili, huku shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR likionya kuwa mashambulizi yanaongezeka na kuyakumba hata maeneo ambayo hapo awali yalikuwa salama. Mwakilishi wa UNHCR Javier Creach amesema mgogoro unazidi kuzorota kwa kasi ya kutisha, huku familia zikikimbia usiku wa manane gizani wakati watu wenye silaha wakivamia vijiji vyao. UNHCR inasema inahitaji dola milioni 38.2 kukidhi mahitaji yanayoongezeka. Kaskazini mwa Asia, dhoruba za kitropiki na mvua zisizo za kawaida zimesababisha vifo vya mamia ya watu wengi wakikimbia makazi yao, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la utabili wa hali ya hewa WMO. Clare Nullis, msemaji wa shirika hilo, anasema Indonesia, Filipino, sri Lanka, Thailand na Vietnam ndizo zilizoathirika zaidi na mafuriko. Tunahitaji kuzingatia kuwa Asia iko hatarini sana kutokana na mafuriko, amesema Nullis, akibainisha kuwa dhoruba karibu na equator ni nadra na jamii hazina uzoefu wa kukabiliana nazo. Indonesia pekee watu mia sita na nne wamefariki dunia mia nne sitini na nne hawajulikani walipo elfu mbili mia sita wamejeruhiwa huku zaidi ya watu milioni moja na nusu wakiathirika na laki tano na sabini elfu wakikimbia makazi yao na wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya kukomesha utumwa leo Disemba pili, shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO limeonya kuhusu kuongezeka kwa utumwa wa kisasa wa kibinadamu likionyesha kuwa watu milioni kumi zaidi walikuwa wakiishi katika kazi za kulazimishwa au ndoa za shuruti mwaka elfu mbili na ishirini na moja ikilinganishwa na mwaka elfu mbili kumi na sita. Makadirio haya mapya yanaweka idadi ya wa walioathirika duniani kote kuwa ni watu milioni hamsini, huku wanawake na watoto wakiendelea kuwa wenye hatari kubwa zaidi utumwa wa kisasa ni doa kwa dhamira ya ubinadamu na ni shambulio la moja kwa moja kwa utu wa ubinadamu amesema msemaji wa ILO akiongeza kuwa utumwa huo unaotokea kila kanda kila kundi la kipato na katika sehemu nyingi za kazi mwisho wa muktasari wa habari kwako anod asante sana flora nducha kwa kutuletea muktasari wa habari hapo baadaye utapata maana ya methali koti la babu halikosi chawa endelea kuwa nami hadi katika kipengele cha jifunze kiswahili

ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani, kupitia katika chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia katika televisheni washirika vilevile. Unaweza kutembelea wavutio wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Tukiendelea kukupa taarifa mbalimbali kuhusu siku kumi na sita za kuhamasisha umma kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake Leo tunaelekea mjini Hoima, magharibi mwa Uganda, ambako John Kibego kutoka redio wa shirika wetu Kazi Njema FM amezungumza na baadhi ya wanawake kupata hisia zao kuhusu mada kuu ya kampeni ya mwaka huu, ukatili dhidi ya wanawake mtandaoni, akianza na Flavia Ajok. Mimi siku hizi hata siwezi nikatake picha yangu nikapost kwa hii simu au nikatia nika kwa akaunti yangu, sababu unaenda una post picha yako au saa zingine umeposti picha ukaandika vitu mwenye uko ndani, maana ule nawacha ile meseji ya maana, anaanza kuona ile picha yako, anaanza kukutusi, anasema hasa. Uona huyo kichwa kichwa yake paniko mzuri, uona nguo mwenye ameshavaa. Hata wanaume huwa wanashambuliwa kwa wanawake, iko namna gani? Iko zaidi ama kwa wanaume? Iko, lakini tena kwa wanawake imesha zidi sana, watu hapa nienda sana kwa wanaume, lakini mwanamke kila kitu yoyote mwenyeo natia mutu anataka afatilia aone pale, mpaka komenti kitu, mpaka atusi ndiyo asikie kama nini tena watu vile wanataka vitu mbaya, kama wanapata mtu mmoja ameshaanza kutusi, zile makomenti zingine zile zote, mwenyewe utapata huyu akitukana wewe, ma ma masikio ule, atatukana mdomo ule, atatukana jicho ule, atatukana kichwa, mwingine atatukana mikono au miguu yako. Vile nafikiri wanapenda zaidi ku ku kuwatukana labda kuwashambulia wanawake mtandaoni watu napenda vitu mwenye watakaa hapo waongee watusi waribu muda wa. Wengine wanasema kwamba hata wanawake pia mara nyingine mnajiposti mambo ambayo labda matiti nje nini, ndio inavutia watu kwanza kukushambulia kutukana na nini mtandaoni. Unafikiri nini, unasema nini? Kweli hiyo siwezi kataa sana. saur saa zingine unapata watu wengine wanajipost kama amevaa almost half naked, which is a time not good, lakini kuna posti ya mtu mwenyewe utapata ameshaji posti mzuri, ameshavaa mzuri, ndio kile ndio mmesema mtu akitafute kitu mwenyewe. Tatusu wewe kapotea, afadhali atasema huko mweusi sana, au afadhali atasema tena we mwekunda sana. sasa wewe kinakusumbua vipi watu wanaposema wewe ni mweusi sana, na hali nao unajua wewe ni mweusi <laughs> ule iko kusema huko mweusi Urede wanajua tuweko mweusi, you don't need to be reminded. Una feel bad. Sauri wanajua ile comment mwenye wameshatia, watu mingi wameshaifanya nini, wameshaiona, na kama bibi au kama mwanamke you feel small. Wewe unafikiri mtandao huo isingekuwa kutumiwa vibaya ungewasaidia wanawake labda nao ku, ku, ku, kupata umaarufu wale waliokatikasiasa na nini? Internet iko na faida mingi sana sauri unaona makati mwenye tulikuwa kwa Covid vitu mingi sana tulikaa tunafanya. ni, ni tu, tulikuwa tunafanyisha internet lakini sasa ajili ya machangamoto mwenye amesha kuja na internet, unapata ule iko na vitu yake vizuri mwenye ameshafanya, mwenye angekuwa kama natia kwa internet hapa, anapata pesa anapata, anasaidia watu wingine huko mwenye waiko mbalimbali mbali. Lakini sasa anagopa kutia, unapata vitu mwenye watu walikuwa wanafaa wajue au wawone nje huko wawezi mda kujua binabaki tu ndani hapa, maana uhuru wa wanawake kujieleza imeshaka ume... nguvu na kuna kitu ingine vile ndio tumeshapata siku hizi vitu ya Photoshop. Mm. vile imeshaka shida ile, ni changamoto ya nguvu sana. Unapata posti ya mtu mtu wanakujua huko mtu ya jina, lakini ule anapata ile posti ya mtu ingine mwenye amesha mwenye amevaa mbaya au amekaa mbaya anatoa ile kichwa yako ya mtu mwenye watu najua kila mtu anatia kwa ile picha. zaidi yake ni watu gani ambao wanawashambulia wanawake mtandaoni? Ni wanawake kwa wanawake ama wanaume kwa wanawake? bimesha it is cross cutting mm. unapata wanawake kwa wanawake au wanaume kwa wanawake. we have wanawakew, we have an example mwenye uliona, um, semu juu ng'anda mm. Vile yeye alisema kwa Anite vile yeye alisema ati wawache kumhost kama, kama yeye kwa, kwa administration yake. But was was that true? Yeah. No, it was not true. Sasa hiyo wewe usema ati ilikuwa wanawake kwa wanawake. Ile ilikuwa mwanaume kwa kwa mwana mwanamke. Catherine Hoima City yeah. Development Forum President and I am uh, Nico Champion. Gender-based violence kwa online kwa wanawake iko ni mbaya sana. Kama wanatia picha ya mtu kama iko hapana na ngoi, iko uchi, iko uchi, hiyo hapana maneno nzuri. Wengine wanawandika maneno mbaya kwa mutu, wanatia online kwa TikTok, wanaimba nyimbo mbaya kwa, na, kwa, kwa wanawake. Hiyo si nzuri. Wanafikiri kwa nini wanafanya hivyo watu wanataka kupata likes mingi lakini wanachafua heshima wanawake which is bad. nam baada ya kusikia kutoka kwa wanawake hao, nimeongana na bile ile bale, mwanahabari na pia mtetezi wa haki za wanawake. Nilichapisha picha yangu mtandaoni, lakini mtu akatoa maoni ya kipumbavu sana. Mtu anasema angalia, mwanamke huyu hawezi kuwa mke wa kuolewa. Unawezaje kubaini ikiwa mtu ni wa kuolewa au la kwa kuangalia picha tu mtandaoni? Mwingine anasema una midomo mizuri, nataka kujamiiana nawe. Kwa nini hata? Hivyo, anatumai kuwa wasimamizi wa mitandao ya kijamii kama X, Facebook na TikTok wangesaidia kufunga akaunti zao au kuwakamata. Kwa imani yangu makampuni kama X wanaweza kubaini ni nani anasema nini na yuko wapi. Kwa nini hawafuti chapisho hizo? Kwa nini hawafungi akaunti? Shukran sana Flavia, Catherine na Leila kutupa hisia zenu, na zaidi John Kibego kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Daktari Josephat Gitonga ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali, koti la babu halikosi chawa. Koti la babu halikosi chawa. Methali hii ina maana kwamba babu huwa na jikoti hulivaa kila wakati, kama kitambulisho cha ukomavu wake Chawa ni wadudu vimelea ambao hutokana na uchafu. Medhali hii inatuarifu kwamba babu ni mzee wa hekima, koti lake linaashiria upevuko na uzee wenye maarifa na busara. Kwenye koti hili mmejaa wosia, maono na mawaidha. Chawa si chawa katika koti la babu, ni maarifa